Tatizo na shida kubwa ya Wakristo wengi au warokore wengi, waumini wengi, waenda makanisani wengi, katika siku tulizonazo ni kwamba wameshindwa kukua na kukamilika au na kuimarika vizuri kiroho katika imani ya kweli. A ndio maana mpendwa ninapenda kukuuliza katika siku ya leo. Je, wewe hapo ulipo? Unakuwa na kuimarika vizuri kiroho katika imani ya kweli? Je, wewe hapo ulipo? Ukimtazama mhubiri wenu; ukitazama na kumchunguza askofu wenu, nabii bii yenu <laughs> a, na, na watumishi wengi au wengine wengi hapo, je, unaona kweli kwamba na wao wanakuwa na kuimarika a, vizuri kiroho katika imani ya kweli? Au ninyi ni watu ambao mnadhani kwamba kukua kiroho ni kwenda kanisani kama wengi mnavyofanya, kimbia kanisani, unakimbia kanisani siku zote a, yani, unaona kwamba kukua na kuimarika au kukamilika kiroho a, vizuri ni, unadhani una ni, ni katika hali ya utoaji wa kikumi na sadaka na matoreo mengine na kujitoa na kuji? Au unadhani kukua na kuimarika au na kukamilika kiroho mpenwa, vizuri kiroho na katika imani ya kweli, unadhani kwamba ni kuhubiri? Kwa kuwa mtu anahubiri au labda anasoma neno. Unajua siku hizi tunaona hata shetani anachukua Biblia hii anasema, we unaongea nini? Kwa sababu hata shetani alimjaribu Yesu kwa kutumia maandiko matakatifu, alikuwa anasema imeandikwa hivi, na shetani anamwambia Yesu. Na wewe unaweza kujaribiwa vivyo hivyo. Au we unadhani kwa kuwa wewe unaimba, we ni mwimbaji, we ndio unadhani kwamba unakuwa na kuimarika vizuri kiroho, katika imani ya kweli? Je, mpendwa, unafahamu njia ambayo inaweza kusaidia wewe? Au unajua ni kwa namna gani unaweza kutambua A, kwamba hapa mimi niko na endelea mbele, ninakuwa vizuri, ninaimarika, niko ninakamilika, nina vizuri kiroho, na niko katika imani ya kweli. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, popote pale ulipo mpendwa, unapoungana nasi katika siku ya leo kuyapokea maneno uh, ya Mungu. Tunakuletea habari njema ya ufalme wa Mungu, na hapa tunamtangaza na kumhubiri Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu, mwokozi wetu Yesu Kristo, yeye aliyetufia msalabani, aliyejitoa kwa ajili yako mpendwa Haleluya! Maana singekuwa huyu Yesu, mimi na wewe tusingekuwepo siku ya leo. Mpendwa, sijui tumekuwa katika hali gani, na hata sijui katika siku na saa hii hapo ulipo unapitia magumu gani, uko kwenye mapito gani? Mpendwa, usikate tamaa, ndugu yangu, sife moyo. O, kaza mwendo, kaza mwendo maana tunakaribia kufika ukingoni, tunakaribia kufika mwisho wa safari hii, maana Yesu anarudi. Ma, a, kwa sababu siku na saa hakuna aijuai. Acheni kutafuta elimu, elimu za hapa, yani za, za ambazo hazina faida yoyote. Pendwa, mjue Mungu, mjue Mungu binafsi, yani uwe na uhusiano wa karibu na Mungu, na hii tutaiona kwako, a, kwa jinsi wewe unavyoishi maisha yako Ah, huu, shetani, ushetani na upagani pagani wakuwaibia watu, kuwanyanyasa, kuwateka fikira zao na mambo mengine. Huu ni ushetani na upagani uliokomana, na wa, yani uliopitiliza umekomaa ambao kamuzidi na shetani. Pendwa wewe, sijui unapitia nini, lakini katika dunia hii mpendwa, lazima tuwe tayari kubeba msalaba. Mapito sijui ni uh, ni magumu gani, inawezekana ni magonjwa uh, vifo, mateso, nini uh, umaskini, njaa na mambo mengine mengi. Pendwa anataka nikutie moyo nikuambie kwamba kwa Yesu anaona kila jambo au kila shida unayoipitia kwenye maisha. Asije akakudanganya mtu yeyote, maana shetani katika wakati kama huo mgumu Shetani anakuja anaanza kuambia wewe, simeandikwa kwamba atakupa kila kitu, ukiomba utapewa, mbona hakupi na wewe? Sasa wakuchanganyiku unasema, ni kweli bwana huyu Yesu afanye kazi. Pendwa, acha kusikiliza shetani, vishawishi vya movu bana. Watu wengi katika siku hizi tulizonavyo wamekufa kiroho, wana shida moja na wasumba, wameshindwa kukua uh, na, ku, na kuimarika uh, vizuri kiroho A katika imani ya kweli, kwa sababu wanafuata hizi imani za wapotoshaji wakubwa, wanaokuja na maji ya upako mafuta na nini. Na ndio maana mpendo, anataka kuuliza wewe, hapo ulipo, je, unakuwa kiroho au unaimarika kiroho au unakamilika kiroho kama Mungu mwenyewe? Au wewe uko, uko, uko ukoja hapo, maisha yako yanaenda endaje hapo ulipo? Na ndio maana mpendo, katika siku ya leo nimekuletea ujumbe huo ambao unasema njia Aa, ya kukua na, ku, aa, na kuimarika vizuri kiroho katika imani ya kweli. Njia hii ni njia gani mpendwa? Je, ni kwa kutoa sadaka nyingi? Akuhakikisha kwamba yani kikumi yani hawezi kutoa. Aa, kukosa kutoa kikumi. Je, hiyo ndio njia ya kusema kwamba kwa mtu anakua kiroho au ni ni, ni, ni, k kwa, kwe, kwa kuenda kanisani yaani haukosi kuhudhuria mafundisho hayo ibada kanisani. Aa, kazi zipo kanisani haukosi wewe twende, au usafi ndani ya kanisa unaenda. Aa, kama ni kumwimbia Mungu na, wewe uko pale, je una wewe, hiyo ndio njia sahihi ya kusema kwamba mtu anakuwa na kuimarika kiroho na katika imani ya kweli? maana siku hizi kuna mafundisho ya ajabu sana, um, wapotoshaji wengi sana na ndiyo maana mpendwa, tunawahubiria uh, uh, injili ya Yesu Kristo, injili kamili ya Yesu Kristo, injili ya Yesu Kristo iletayo uzima katika maisha yako mpendwa, injili ambayo mpendwa inakuletea wewe ukombozi mpendwa, na uzima uzima. Kwa hiyo hii ni huduma ya ukombozi na uzima wa milele ambao unapatikana ndani ya Yesu Kristo, maana hatuwezi kuongelea ukombozi, hatuwezi kuongelea uzima pasipo na Yesu Kristo wa Nazareti mpendwa. Haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo walipewe sifa. Hatuende kusoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Wakorosai sura ile ya atunasoma sura ile ya pili hapa tuanzie mstari wa sita ah, maandiko matakatifu yanasema hivi ah, hivyo basi, kama vile mlivyompokea Kristo Yesu kuwa Bwana, endeleeni kukaa au kuishi. Kwa Kiingereza ndo wamesema live au yani kumaanisha kuishi kwayo, na hii kukaa imemaanisha kuishi, yani we unaishi, unaendelea kuishi kukaa ndani yake eh? Anasema mkiwa na mizizi, kwa hiyo yani mizizi yenu, yaani ruteni, yani mmeweka yani, mizizi ndani ya Yesu Kristo. Anasema kwamba mmejengwa ndani yake, anasema pia mkiimarishwa ima, katika imani kama mlivyofundishwa na kufurika kwa wingi wa shukurani. Haleluya, jina ya Bwana wetu Yesu Kristo alipewe sifa. Na hapa ndipo kuna shida ya waumini wengi, warokora wengi, wanaojita wa wakristo wengi. Maana Mkristo mpendwa, siku zote nawaambiaga kwamba mkristo ni mtu aliye ndani ya Yesu Kristo. Mkristo sio mpendekoste, mkristo sio mroman katoliki. Kama hizi definition za kidunia wanasema, wakristo ni wa waroma katoliki, Anglikana, Presbyterian, wa Sabato, sijui mashahidi wa Yehova Kristo. Hapana, mkristo ni mwanadamu yeyote, hata wewe jiite, unaweza kuwa ni Muislamu, lakini kama unamwamini Yesu Kristo asio mtume fulani au nabii fulani, unamwamini Yesu Kristo, umempokea Yesu Kristo, umemfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mpendwa, wewe ni Mkristo. Mkristo ni mtu aliye ndani ya Kristo, maana andiko matakatifu yamesema, mpendwa, kama vile tulivyompokea anani, amesema kama vile mpendwa, amlivyompokea Kristo Yesu sasa wewe, sijui kama kweli ulimpokea Kristo Yesu, maana ndiyo, hii ndiyo shida ya wengi sana. Wengi mnapokea udini, ndio maana unajiita Mpendekoste, unajiita Roman Katoliki, mama wa dini zote. Yani kuna watu mpaka wanaamini kwamba Roman Katoliki ina yani ndio kila kitu katika maisha ya Mkristo. Ah, huo ni uongo mpendwa. Yesu Kristo, Yesu Kristo wa Nazareti, Maandiko Matakatifu amesema endeleeni kufanyaje? Kukaa au kuishi ndani ya Yesu. Lakini wengi wenu mnaendelea kuishi ndani ya dini au kanisa, na ndio maana naona ugomvi wa kila namna. Amesema tuweke mizizi ndani ya mkiwa na mizizi ndani ya Yesu mwenyewe na mmejengwa ndani ya Yesu. Sasa wengi wenu mmejengwa ndani ya nabii yenu mumejengwa ndani ya dini yenu au kanisa yenu, dhehebu yenu, asijui, whatever it is. Haya ndio mambo yanaua maisha ya walokole wengi. Yani, mtu anakuja, yeye anakuonyesha anavyotakiwa kuwa baba yako wa kiroho, na anasisitiza na anatia mkazo kweli, anakwambia unahitaji faida ya kuwa na baba wa kiroho. Hua na baba wa kiroho ambaye hana Roho Mtakatifu, atakuongozaje mpendwa? Wapendwa sio kurupuka kuru tu na yani, siku moja nasema ah, yule ngoja awe baba yangu wa kiroho. Umeelekezwa na Mungu? Wapendwa tuache, hata ukiangalia soma maandiko matakatifu mpendwa, hakuna mtu aliye kurupuka tu anaenda, ngoja niwe Paulo, awe baba yangu wa kiroho. Na hao watu wameji yani, wamejipa majina makubwa, na ndio maana wanawapotosha. Kwa nini? Kwa sababu mna yani, munakaa ndani yao au mnaishi ndani ya hawa viumbe manabii wenu, mitume wenu, wachungaji wenu, maskofu wenu, na baadaye ya kukaa ndani ya Yesu Kristo mnakaa ndani ya watu hawa, mmejengwa ndani ya watu hawa, mizizi yenu yote iko ndani ya watu hawa. Ndiyo maana kanisa limekufa, kanisa limekufa, mpenu nasema kanisa limekufa. Na hapa ninapoongelea kanisa, nasema wewe unayetegea sikio, maana kanisa sio lile jengo. Lile jengo halina masikio ya kunisikia. Naongea na wewe, sambaza ujumbe huu, awapa wape watu ujumbe huu. Mpendwa, wajue kwamba maandiko matakatifu yamesema, mimi na wewe kuweza kukua na kuimarika na kukamilika vizuri kiroho katika imani ya kweli. Mpendwa amesema hapa ni mimi na wewe kuendelea kukaa ndani ya Yesu Kristo, akuweka mizizi ndani ya Yesu Kristo, kujengwa ndani ya Yesu Kristo, na sio haya mengine me, ambayo mnafundishwa siku zote, mmeaminishwa kwa miaka na miaka. Ha, mimi sijihubiri mwenyewe mpendwa, ni namuhubiri Yesu Kristo. Wewe haunihitaji hauni mimi, na mimi sikuhitaji wewe. Ndo kweli ambao wengine hawataka kukwambia. Mpendwa, wewe hamuhitaji nabii yenu hamuhitaji mchungaji wako, maana mchungaji wako hakuhitaji wewe. Asisi sote wanadamu tunamhitaji yeye aliye mkombozi wetu, ni Yesu Kristo peke yake. Haya mengine mengi utakayosema au tunaita jana sijui na nini, hapana mpendwa, sio kivile unavyojua. Kwanza mhitaji Yesu, mtafute Yesu kwa gharama zote zote zote, Yesu peke yake. Usitafute dini, maana watu wamekaa pale, anafanya na research, na utafiti hivi dini ambalo halijakengeuka ni dini gani? Dini ambalo halijampoteza Yesu peluwa, shetani anaingia kanisani, anatoa sadaka, mpaka shetani wamemwambia ameokoka. Makanisa mengi, dini zote katika dunia hii. Maana tunapoongelea dini, mpendwa, Yesu hayumo. Yesu sio wa dini, Yesu ni wa mtu, wewe binafsi. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo akasema, akasema wazi mpendwa, kwamba ukiimarishwa katika imani, baada tumeongelea imani ya kweli, amesema imani yako inaimarishwa ndani ya nani? Ni ndani ya Yesu mwenyewe, sio ndani ya dini. Maana wengine mnadhani kwa kuwa weni mpendekose, ni imani yangu ni ya kweli Hapana mpendwa, imani ya kweli ni imani hiyo ndani ya Yesu Kristo, inaimarishwa ndani ya Yesu Kristo. Siku zote tunamhubiri huyu Yesu Kristo ili kwamba wewe ukae ndani ya Yesu Kristo, uweke mizizi yako ndani ya Yesu Kristo, umfuate Yesu Kristo, umwamini Yesu Kristo atende asitende, umwamini yeye mpendwa, siku zote za maisha yako. Haleluya! Acheni kuwaamini wanadamu, acheni kuwafuata wanadamu, mpendwa Angalia hata njia wanazozihubiri maana hapa anaendelea kusema kwamba, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo, mat, ah, madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya, ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Na hapa ndipo tena kuna kifo cha wengi, ah, hii chama inaongea kweli maneno makubwa, ina hekima lakini bado ni mafundisho ya nini? mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Amesema elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu. Kwa hiyo haya ndiyo mambo yanayowaua ya ninyi ninyi, wapendwa, mnadanganywa. Kwa nini hawa watu wanakuja na elimu hizi za kidunia eh? wana elimu batili na madanganyo wanapotosha tu, na ndio maana hapa neno la Mungu nakuonya mpendwa, sasa wewe uko ndani ya Yesu Kristo? Hili ndio swali ambalo wewe unatakiwa kujiuliza kweli hapa sawa. Wewe sijasema toa kwenye au toke uh, hapo ulipo wewe ndio utaamua mwenyewe bana. Baada ba, baada ya kusikia ujumbe huu, ni vema uka, ukae chini ukatafakari na kutathmini, je, hapa nilipo kweli nimekaa ndani ya Yesu Kristo? Ninaishi ndani ya Yesu Kristo au ninaishi ndani ya dini? Watu wanatenda makazi mengi ndani ya ya dini, wamfurahishe mchungaji, aone kwamba wanatenda, yaani wanafanya akumfurahisha mwanadamu, akumimpress mwanadamu, atu please man, ili kwamba uone kwamba wale watu wanajitoa, ameokoka. Hapana mpendwa, hiyo sio dalili ya kutuonyesha kwamba wewe uko unakuwa na kuimarika na kukamilika vizuri kiroho. Ha, katika imani ya kweli ukifanya tofauti na hivi, maandiko matakatifu yanasema, mpendwa, utajikuta wewe unakosa hata mbingu. Pendwa, ajihadharini na hawa watu ambao wanataka kuwafanya ninyi mwee mateka, na anakuhakikishia kwamba wa, waenda makanisani wengi siku tulizo nazo ni mateka, wametekwa, wametekwa na hawa watu ambao wana elimu za elimu batili na, ma, na madanganyo Uh, tupo ambayo yanategemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo, na ndiyo maana sisi, mpendwa, injili yetu ni tofauti ukilinganisha uh, na watu wengine, wahubiri wengine, nenda waangalie mpendwa, wao wanahubiri ya kwao, yani ni vitu vya tohovyo hovyo tu, jinsi ya kutoa barikiwa, fanikiwa, utafanikiwaje na wewe hujaokoka? Mtajikuta mnapokea Baraka za Shetani. Wewe fanya kazi kawaida tu, wewe ji, ji, ji, jibidiishe katika maisha, lazima utafika mahali okay. Ukipata baraka za Kimungu, lazima mpendwa, utaona mema na utakula mema ya nchi. Acha maovu, acha kuwatesa watu, acha kuwanyanyasa wanadamu, watendee haki hata wale ambao unaona kwamba wastahiki haki Tuotenda haki mpendwa, acha kuwa shetani. Kwa hiyo watu hawa watakuja kuwaharibia maisha yenu wapendwa, msipokuwa macho, wanakuja na elimu batili na madanganyo matupu ambayo yanategemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Na ndiyo maana na naona mnawakubali kweli kweli kweli kweli, wakisema lolote mnafuata kweli kweli kweli, na maneno yao yamekaa vi akilini mwenu na mioyoni mwenu kweli. Kwa hiyo mpendwa, anasema hivyo, anasema hivi, anaendelea kusema maana ukamilifu wote wa uungu umo ndani ya Kristo katika umbile umbile la mwili wa kibinadamu nanyi mmepewa ukamilifu ndani ya Kristo ambaye ndiye mkuu ajuu ya kila enzi na kila mamlaka. Mmepewa ukamilifu ndani ya nini? Sio ndani ya matendo mpendwa, sio kwa kuwa mpendekote au mroman katoliki au mwangilikana presbyterian au moravian, mashahidi wa Yehova, sijui nani na nani, mayahudi na hapana. Amesema wewe na mimi tumepewa ukamilifu mpendwa, ndani ya Kristo ambaye yeye ni mkuu a juu ya kila enzi na mamlaka. Hakuna enzi mpendwa, hakuna mamlaka hapa duniani ambayo iko juu ya Yesu Kristo, na ndiyo maana lazima achunguze taifa lenu, je, wanamtukuza Yesu Kristo kwayo? Akasema hivi, katika Kristo pia mlitahiriwa kwa kutengwa mbali na asili ya dhambi, si kwa tohara inayofanywa kwa mikono ya wanadamu, bali ni ile tohara iliyofanywa na Kristo, mkiwa mmezikwa kwa pamoja naye katika ubatizo na kufufuliwa pamoja naye kwa njia ya imani yenu katika uweza wa Mungu aliyemfufua kutoka kwa wafu. Kwa hiyo wewe na mimi mpaka tumetahiriwa. Atohara hii sio ile ya, ya, ya, ya mila na desturi za Kiyahudi, kwamba mtoto atakuwa akizaliwa baada kufikisha ba, akifikisha umri fulani lazima atahiriwe mtoto wa kiume. Hapana, haongelei ile tohara, anasema tohara ambayo a, anafanya au nafanyiwa na Yesu Kristo mwenyewe. Unapobatizwa mpendwa, anasema o oh, unakufa na kuzikwa pamoja na yeye na kisha haleluya, anasema unafufuliwa pamoja naye haleluya. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Twaangalie mpendwa pia maandiko matakatifu katika Wakolosai tatu kumi na sita na kumi na saba aneno la Mungu inasema hivi: aneno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana na kuonyana katika hekima yote amuki amkimwimbia Mungu Zaburi anyimbo na tenzi za rohoni, huku mkiwa na shukurani mioyoni mwenu. Akasema lolote mfanyalo, ikiwa ni kwa mneno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba katika yeye. Haleluya pendwa, amesema nini? Amesema kwamba neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Um, tufundishane na kuonyana. Uh, tufundishane na kuonyana, mpendwa, katika hekima yote wa Kristo wale hawapendwi hawapendwe hawapendi kuonywa wala akufundishwa aku mpendwa. Kwa hiyo ukiwaonya siku hizi wanakwambia wewe una ni hukumu bado. Tunapokuonya sio kukuhukumu, ni kukuepusha na ghadhabu ya Mungu ambayo inawakabili hawa watu ambao wanajidanganya tu wameokoka, bado wanaishi katika maisha yao ya zamani au ya zamani au maisha ya kale wanatenda dhambi bado, wana maovu yote, hata dhambi wakitubu, kesho yake wanaamka wanaenda huko huko. Kwa hiyo amesema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Wapendwa, tatizo la waokore wengi, tatizo la waumini wengi, shida na, na, na, na, na tatizo kubwa la waenda makanisani wengi ni kwamba maneno ya wachungaji wao, maneno ya maaskofu zao maneno ya manabii zao na mitume zao na wahubiri na wainjilisti na wanani woo wahubiri wao, ndio maneno yamekaa kwa wingi ndani yao, na sio neno la Kristo. Na hiki ndo kifo cha wengi. Ndiyo maana wewe mpendwa, unaona haukui kiroho, maana umebeba maneno ya watu yamekaa kwa wingi ndani yenu, na sio maneno ya Mungu, neno la Kristo, kama maandiko matakatifu yanavyosema. Na Ma akasema, mpendwa, kila kitu unachokifanya kila jambo unalotenda amesema wazi katika maisha haya pendwa, kwamba afanyeje, afanyalo kila fanyalo, aikiwa ni kusema kutamka, akasema katika matendo, amesema fanyeni katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba katika yeye, katika Yesu Kristo, aunamshukuru Mungu pendwa. Aha, hii ndio njia pekee. Huu ndio taratibu pekee ambayo utakuonyesha wewe kwamba unaendelea kukua a na kukamilika a vizuri kiroho katika imani ya kweli. Maana imani yako mpendwa inaendelea kuimarika kuimari, kuimari, kuimari ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Wewe kwa sababu wewe unaishi ndani yake, wewe Uh, unamfuata una Yesu na sio mwanadamu wewe mpendwa, kama maandiko ya matakatifu yanayosema, umeweka mizizi ndani ya Yesu wewe mpendwa, uh, umejengwa ndani ya Yesu Kristo na sio ndani ya dini au uh, haya mambo ya wanadamu pendwa, aniamini, uh, kuanzia leo umeona vizuri kwamba wewe kubakia salama wewe kuweza kukua na kuimarika na kukamilika vizuri kiroho katika imani ya kweli, ani pale tu utakapokuwa ndani ya Yesu Kristo, a imani yako ikiimarishwa ndani ya yeye pendwa, kama vile ulivyofundishwa, anakufunika katika wingi wa shukrani kwa unamtukuza Mungu, a katika Kristo Yesu. Yani shukrani zote zinamrudia Mungu kupitia Yesu Kristo, maana yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mpendwa abarikiwe kwa kupokea maneno haya katika siku ya leo. Uh, ujumbe wa leo unaishia hapa. Tuonane tena katika siku nyingine. Mpendwa ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo, amina.